Na mtume mshuhudia, Rais William Samoei Ruto akiwaleta serikalini wale viongozi wa upinzani akitaka washirikiane naye na hivi leo tunaungana baadhi ya wakazi katika kaunti hii ya Nyamira ili nawotuambie maoni yao ni yapi kuhusiana na swala hili. Je, hawa viongozi wageni wanaoingia serikali huenda wakaathiri uhusiano wa Rais na wale viongozi wengine walioshirikiana leo hii? Wale ambao wanaingia kwa serikali ndani hakuna venye wataaribu sababu wale ambao wako tayari mle ndani wasapata lao, na hawa pia wan, wa, they are doing kwa Kisungu tunasema survival for the fittest, so wanajaribu kusurvive katika hiyo serikali ambao wanajua kuna kitu ndani. Sisi mwananchi wa kawaida ndio sisi tunaumia wenyewe wa, hawana shida yoyote na hiyo kitu. Nawaambianga wakenya wenzetu kwamba hakuna siku hata moja unaona wameitana, wameleta Gideon huyo nani Karonso hivi karibuni, miezi mbili haitaisha mtaniambia hapa hapa, Karonso kama hatakuwa ameingia kwa serikali. Uwe na chama ingine opposition wamechunga, ningependa kuambia kwamba waache kufurutana mapema, wacha waingie pamoja, watoe kadre cha wao, wapange kampeni zao. Wacha kusema eti wacha tungoje tu vinaficha kadri. Hakuna kuficha kadri. Uliona hata ambapo Wakati Rais Ruto alileta Raila Odinga kwa serikali, kuna zile mambo walikuwa wameahidiana na e, aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua kwamba mawaziri fulani watakuwa wangu, mawaziri fulani watakuwa wangu. Inamaanisha huyu akikuja ndani, kuna ule ako ndani atakuwa affected, afinywe kidogo so that huyu apate nafasi ya kuingia. Lakini ningependa kumshauri rais, hawa watu ambao analeta kwa serikali, hata alete kila mtu kwa serikali, wananchi hawana haja na hiyo mtu analeta kwa serikali ni mtu ana benefit kivyake. Rais alipokuwa na campaign alitudanganya sana mambo ya dynasty na Aslas. Saa hii anafanya kazi na hao alikuwa anaita dynasty. Hao ndio ameleta kwa serikali amejaza. Uh, amesahau ile ajenda ya mwananchi. Wananchi Gen Z wako na ajenda moja. Ajenda moja ni hii wanta. Hata ulete kila mtu mwenye utaleta kwa serikali utaleta na mtaenda nao. Tunapoona viongozi wanaletwa pamoja ili ni jambo ambalo limekuwa liki wakenya wakiwa wanatarajia kwa muda mrefu sana. Tulikuwa tunaona kwamba opposition kule, Raila alikuwa anasema eh, kwamba opposition ilikuwa sidelined na, na yale maeneo ambayo hayakuchagua rais yalikuwanga yameachwa nyuma kimaendeleo, lakini kwa sasa tunaona kwamba rais ana extend eh, mkono kwa opposition na kwa yale maeneo ambayo hayakumchagua na kuwaita wale viongozi kwamba waje serikalini waweze kujadiliana na waweze kuona kwamba ni namna zipi wanaweza kufanya maendeleo katika nchi yetu ya Kenya. Politics is all about interest and uh, when these big boys come together they are just coming together to just uh serve their own interest. You see, when uh, common mwananchi when those guys come together the price of unga is still higher. The price of other things are still high. Uh, afford affordable -ish things that are supposed to be afforded by common Mwananchi has not yet been reduced to that prices. Meaning when these big boys come together they are just coming together for, for their own interest and protecting their own businesses. Nama hizo ni sauti za baadhi ya wa wakazi wa kaunti hii Nyamira, tukiwa na hisia mseto kuhusiana na swala hili, baadhi wakihisi kwamba rais amefanya jambo la busara kuwaleta pamoja hawa viongozi wa upinzani kushirikiana naye serikalini, japo baadhi wakihisi kwamba ni njia moja ya kuwalagai wa Kenya na kuweza kuwaongezea mzigo mzito wa kimaisha. Kiripoti ya Citizen kutoka kaunti hii ya Nyamira, langu jina ni Duncan Bundi na mtazamaji, huyo ndio unakamilisha ukumbi wetu siku ya leo, maanake pia wageni wetu ilikuwa ni shawaga hapo awali. Tunasema asante kwa kutazama taarifa zetu za saa saba mchana, ni hivi punde.